Elisha Ili ambaye yuko kule alitutumia uh, taarifa ya moja kwa moja. Hebu tujikumbushe hali ilivyokuwa, subiriwa kwa hamu, hivi sasa ndiyo kinakwenda kutokea. Anayetangaza matokeo haya ni msimamizi mkuu wa uchaguzi huu wa jimbo la Arumeru Mashariki. Matokeo haya 699 Idadi ya kura halali 16638, na idadi ya kura zilizokataliwa 651 661. Sasa natangaza wagombea jinsi walivyopata kura zao kwenye vituo vyetu 327. Mazengo hey Adam chama cha AFP kura 138 na na narudia, Mazengo A. Adam AFP kura 139 Charles Msuya UPDP kura 18 Chipaka A. Mova TLP

kura 77 Sumali Esi Solomon CCM kura elfu ishirini na sita mia saba hamsini na saba. Nasari Joshua Chadema kura alizopata ni thelathini na mbili elfu mia nne ishirini na tisa mia saba sabini na mbili. Yeah. Yeah. Naomba nirudie Nasari Joshua Chadema ni 32,972. Sasa nitashauri kwamba mwende mkashangilia huko nje. Naomba, bado tunaendelea kutangaza. Sasa Bwana Nasari Joshua wa Chadema kwa mujibu wa sura ya 343 ya sheria za uchaguzi namtangaza kuwa mbunge wa jimbo la Arumeru Mashariki. Naam, mtazamaji wa TBC1 hivi ndipo ambavyo uh, msimamizi mkuu wa uchaguzi huu wa Arumeru Mashariki Gracious Kagezi amemtangaza ndugu Nasari ndama alikuwa alisha elia alfajiri ya leo mapema hivi wakati alipotuletea na kupitisha matangazo hayo moja kwa moja e, kutoka kule Arumeru Mashariki, na ndio jambo Tanzania lilivyokuwa asubuhi hii ya leo na kutokea Jumatatu jioni.